ibanat stuetunaana dhambi na roho anaingia ndani yako, unakuwa mtakatifu. Inasema Bwana anapendezwa na watakatifu wale wa duniani, japo na vitu vingine nasema kwamba kuna watakatifu wa duniani, watakatifu wale hata dhambi nakuacee kusoma. Nimeambia kwamba kazi ya msalaba ni kuja kuondoa dhambi

Tunaeta mbinguni, Yesu anaongoza maisha yetu, kwa maana Yesu igalimshinda ulimwengu, hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu amwaminiye asipotee, leo na uzima wa milele zim wamilana haya ni maneno